Steven William Mushi diwani wa Kata ya Kipunguni, leo tarehe 4 mwezi wa pili 2026, nilikuwa na ziara fupi kwenye shule zangu kwenye kata, shule za msingi mbili na shule ya sekondari. Lengo kuu la ziara ilikuwa ni kuangalia uandikishwaji wa wanafunzi wa awali na shule ya msingi, lakini kuangalia wanafunzi sekondari waliopangwa na wale ambao wameshaandikishwa hadi sasa hivi. Nishukuru, tulikuwa na afisa elimu kata na baadhi ya viongozi wa chama jumuiya ya wazazi. Tumeweza kufika shule ya kwanza, shule ya msingi Kipunguni. Tulipokelewa na mwalimu mkuu pale na tukaweza kupewa taarifa tulizozihitaji, lakini tukaoji changamoto na kuangalia michango. Tukakuta kuna michango ambayo haiko kwenye utaratibu, tukaisitisha michango yote mpaka pale utaratibu kamili utakapofuatwa. Lakini tukatoka pale, tukafika shule ya msingi Kilimani, nako tukaweza kuangalia wanafunzi waliokusudiwa pale wa awali tukapata, lakini wa shule ya msingi darasa la kwanza tukapata idadi. Nishukuru pale hakuna michango ya kiholela, lakini tukasitisha pia isiwepo aina yoyote ya michango mpaka pale utakapofata waraka wa elimu na kibali cha mkuu wa wilaya, ndipo tutaweza kuchangisha. Lakini tulikuja shule ya sekondari ambako ndipo tulipo hadi sasa hivi. E, tuliweza kupokelewa pale na kuoji waliokuwa wamepangwa, watoto waliokuwa wamepangwa elfu moja na kitu, lakini ambao wameshaandikishwa hadi sasa hizi mia tano na kitu, e, tukaweza kuongelea changamoto ya utoro, changamoto kubwa ya e, zero e, kwa watoto, ufaulu wa watoto, lakini nashukuru tulioweza kuyaweka sawa. Lakini nikatoa maelekezo watusaidie, e, kwenye shule zote hizi, wako walimu wa madarasa, mwalimu wa darasa ambaye ndiye anayekaa na mahudhurio ya watoto, waweze kufuatilia mahudhurio ya watoto kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa waangalie, ni watoto gani ambaye hajaja Jumatatu, Jumanne eh, waweze kuchukua hatua. Wale ambao wanakuwa ni sugu, ambao wakiitwa eh, wakiitwa na walimu, watoto wakiitwa na wazazi, wakiitwa wasipoitikia wito, tumetoa maelekezo kila Ijumaa watueletee wale watoto sugu, ili serikali za mitaa waweze kuwafuatilia wale wazazi ambao wameitwa wakakaidi shuleni. Maana yake ni nini? Walimu ni wachache, hatuwezi tukawaacha walimu wahangaike na watoto watoro nje, wakati serikali za mitaa zipo. Kwa hiyo tumeona tusaidie namna hii, ili kupambana na utoro mashuleni. Kwa hiyo tumeacha maelekezo, lakini tukaacha maelekezo mengine watusaidie. Maana yake serikali imeshaagiza, e, swala la lishe chakula shuleni hili ni swala la laki... kiserikali ni swala la kimkakati na ni maagizo ya serikali. Kwa hiyo tumeacha maagizo na maelekezo, walimu na zile kamati za chakula watusaidie gharama za chakula kwa siku. Let's say watoto elfu mbili. Hawa watoto elfu mbili shuleni, tukisema mchele wanatumia mchele kilo ngapi, maharage kilo ngapi, kuni kilo ngapi, tupate ile gharama halisi alafu tuigawanye na idadi ya watoto ili tuweze kuona kila mzazi akichangia shilingi mia tano tunaweza kuse, kuendesha zoezi la chakula na watoto wote wakaweza kula shuleni bila usumbufu bila ku, badala ya kuweka bei bila kujali e, gharama na nini kwao, wazazi wengi wanashindwa ku afford, yani wanashindwa kulipa ile hela. Kwao nakuta unasema shilingi elfu moja mfano lakini kwenye watoto elfu mbili watoto mia ndio wanaotoa au sabini ndio wanaotoa ili elfu moja Maana yake hapa ni felia, kwa lazima tuangalie changamoto ni nini kwao. Tumekaa, tumebeba hizi changamoto, tumepeana muda kati ya shule na kamati za shule na wazazi, tuje tulichakate hili jambo ili turudi kwa wazazi. Sasa tuitishe mikutano ya wazazi, tuweze kuona ni namna gani tunaweza tukalitatua hili tatizo na kufanya watoto wetu waweze kusoma kwa raha na amani na bila bugza. Lakini michango ya kiholela nimeipiga marufuku kwenye kata yangu, kwa shule zote msingi na sekondari. Michango yoyote ile, tuisheni sijui nini, yote tumeipiga marufuku kwa sasa mpaka pale tutakapokaa na utaratibu mahususi utakapofanyika ambao utakuwa upo kwenye utaratibu. Ndugu zangu, tupo kwenye siku mia za mama, siku mia za mama Samia kwenye kata yetu leo. Naona kwa mara ya kwanza watoto wa kata ya Kipunguni sekondari wameweza kutumia jengo jipya kabisa, jengo la ghorofa tano, madarasa ishirini matundu ya vyoo 40 lakini lina na lifti ndani yake. Na leo kama mwenyekiti wa maendeleo kata na mwenyekiti wa kamati ya elimu kata, nimeweza kufika kwenye ghorofa hili, tumelitembelea, watoto wanafurahia, watoto wanahamani kwa kweli e, siku mia za mama Samia kwenye kata yetu zimeacha tabasamu kubwa, kama rais wetu anavyosema kwenye miaka hii mitano ya uongozi wake, pamoja na maendeleo yote, pamoja na majengo mabarabara na yote aliyoyafanya, kubwa analolitaka kwa watanzania ni tabasamu. Na leo kwenye kata yetu ya Kipunguni wote ni mashahidi, mmeona tabasamu kubwa kwa watoto, tabasamu kubwa kwa wazazi. Hii inaashiria ndani ya siku mia za Mama Samia kata ya Kipunguni tumeguswa ipasavyo, na tunavyoongea kwenye siku mia. Sio hapa tu, tukienda mtaa wa Kitinye kipo kituo cha afya kikubwa cha kisasa ambacho tayari wananchi wanapata huduma pale na kinasubiriwa kuzinduliwa wakati wowote, kama tunavyosubiri jengo hili hapa kuzinduliwa wakati wowote, lakini hivi tunavyoongea ni furaha kubwa kwa wakazi wa kata hii ya Kipunguni. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tuzidi kuiamini serikali yetu ya Mama Samia, tuzidi kutoa ushirikiano. Maendeleo ni kubwa na tunaamini yajayo yanafurahisha, yajayo ni raha tupu. Na niwaambie wakazi wa Kipunguni, leo tumeacha jukumu la kuangalia ni namna gani ya kutokomeza utoro kwenye shule yetu ya kipunguni kwa sababu umekithiri na tunakiri umekithiri, lakini tunakwenda kuja na mwarobaini wa utoro, lakini tunakwenda kuja na mwarobaini wa ufaulu kwenye shule yetu. Tumeisubiri shule kwa muda mrefu, zaidi ya miaka ishirini. Kwenye kata hii tulikuwa tunatamani kuwa na shule ya sekondari, leo imefika. Mimi kama diwani na mimi kama mwenyekiti wa maendeleo wa kata hii ya Kipunguni na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya elimu kata ya Kipunguni, nitahakikisha shule hii inakwenda kuwa ya mfano, kwenda kutokomeza e, kushindwa zero na kuhakikisha ufaulu unakwenda kupatikana kwenye shule yetu. Niwashukuru walimu na nimewapongeza sana kwa kazi kubwa wanaoifanya, lakini nimewaomba sasa tukaze buti kwamba sasa E, mwaka huu tuhakikishe ufaulu unakwenda kutokomea. Kwa hiyo rai yangu ni waombe wazazi, tutakapowaita kwenye kikao, naomba mje kwa wingi ili tuje tuongelee mustakabali wa ufaulu wa watoto wetu, mustakabali wa utoro wa watoto wetu, twende tukakomeshe kwa pamoja. Maana yake waalimu peke yao hawawezi, viongozi peke yetu hatuwezi, lakini sisi viongozi, waalimu na wazazi tukishirikiana kwa pamoja, utoro utakuwa ni historia, kwa sababu wanaotoroka ni watoto zetu na wanapokwenda ni kwenye maeneo yetu. Hawaendi kujificha maeneo ya mbali, ni maeneo haya haya ya makazi kwenye eneo hili. Kwa hiyo, niwaombe wale majirani wote ambao wanaona watoto wanazurura kwenye maeneo yao wachukue hatua. Usikubali kumwona mtoto anazurura anakaa kibarazani kwako muda wa masomo, na wewe unamwangalia kama mzazi, chukua hatua, mfukuze, mwambie nenda shuleni.